Haya, kama ambavyo unaendelea kutufuatilia kupitia kwenye chomozi ya Cloud TV ni saa au ni wasaa mzuri uh, ikiwa ni Christmas special, tuko na Dr. Eli. Tuendelee pale ambako tumeishia. Sasa sijui leo Roho Mtakatifu atamwambia anzie wapi ama tunaenda wapi ama tunaanza somo jipya, sijui. Merry Christmas Dr. Merry Christmas brother, Merry Christmas <coughs> Mnakuwa Christmas. Ndugu mtazamaji, tuwasalimu nyote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu timu Chomoza. Leo ni siku nyingine, Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Kumbuka mara ya mwisho tulikuwa tunatia msistizo kuhusu majibu na summary yake, kwa siku nieti kama ya leo Tarehe 25, si kweli kwamba Yesu alizaliwa siku kama ya leo, na hatuna haja na kujua, lakini ni ukumbusho tu. Twakumbuka siku kama ya leo kwamba alizaliwa, na kitendo cha kukumbuka kuzaliwa kwake ni kukubali kwamba alikuwepo, na kama alikuwepo, mambo aliyoyasema na aliyoyafanya na yote yaliyojiri maishani mwake ni fact, ni kweli. Twakumbuka Kristo alizaliwa kama Mwokozi kwetu, na tuwatakieni nyote Merry Christmas na kila laheri kwa mwaka mpya. Kwa neema yake Mwenyezi Mungu tutakuwa pamoja kama siku ya leo ndi, ndipo hapo tutakaribiana pia. Well, tumeongelea majibu kwa takribani wiki thelathini na tano. Tumeelewa ni muhimu mno, kama siku ya leo ilikuwa jibu la Mungu kwa dunia kuleta uokovu, akimtuma mwanaye pekee aje akamilishe uokovu wa watu. Nilikuwa pia jibu. Mambo yote Mwenyezi Mungu anaofanya ni jibu. Kuzaliwa kwako, ndugu mtazamaji, ni jibu. Brother Sasali, brother Jimmy, kuzaliwa kwetu sisi sote ni jibu. Mungu alikuwa analeta majibu katika dunia hii. Bahati mbaya tunapotea tukifika dunia hii, asilimia kubwa tuwazani kwamba tumekuja kutafuta kombe, tumekuja kutimiza. Ndio maana mwisho wa siku hakuna anayeondoka na chochote, vyote tunavyokamilisha hapa vinabaki. Na leo tunaingia somo jipya linalosema mawazo. Tumeongelea majibu, sasa tuongelee mawazo, ndugu mtazamaji Leo tarehe ishirini na tano dunia nzima wazo kuu Kristo Yesu alizaliwa. Kama tulivyo katika dunia hii, mm -hmm. sisi sote, ndugu mtazamaji, ni mawazo tu. Ningalisahau aliyekaa kushoto kwangu anaitwa nani, na ni nani huyo mtu, anapoteza id kwangu. Sasali atakuwa tena sasali nikisahau aliyekaa kulia kuume kwangu James Temu ni nani, anatokea wapi, anaitwa nani huyo mtu? Amepotea kwangu. Mawazo ni nyeti katika maisha ya mwanadamu. Mawazo ndio yanayotengeneza mitazamo, mawazo ndio yanayomwezesha mtu ku reinforce uwezo wake wa kuwa majibu. Mawazo ni special session ambayo tunaanza leo kuongelea. Namna gani tunaweza tukadeal na mawazo tukabalansi maisha yetu? Kwani mwanadamu yeyote ni kumbukumbu kumbu tu, na tukisema kumbukumbu kumbukumbu zinatembea katika wa, uwezo wa kuwaza kwetu. Ukipoteza uwezo ule wa kuwaza ipasavyo, unapoteza kumbukumbu kumbu. Ukipoteza kumbukumbu kumbu, kuna njia mbili. Kuna mtu anapoteza kumbukumbu kumbu za maneno, kuna mtu anapoteza kumbukumbu kumbu za umeme. Wanaopoteza kumbukumbu za umeme ndio tunasema anapata stroke, kwani system yetu ya mwili mzima ni kumbukumbu kumbu tu, kwani vinasaba vinatembea kwa kumbukumbu, tunaposema DNA ni kumbukumbu kumbu. na kumbukumbu kumbu lenyewe ndio intelligence kisayansi intelligence ambayo inatembea katika mbegu inayoendeleza vizazi. Sperm inatembea na DNA ya vizazi vingi mno tangia pale Adam na Hawa. Sisi sote tuliokuja baadaye tumefuatia DNA ile. Ngozi zetu ziliathirika kulingana na mchanganiko na mabadiliko ya tabia nchi, ndiyo maana DNA ilikuwa affected na mazingira na majira na kadhalika. Leo tunaongelea wazungu weusi na kadhalika, lakini ukitaka kupima rangi ya damu, rangi ya damu ndio rangi ya mtu, nafsi anayekaa ndani ya mwili huu. Rangi yenyewe sawa kwa ulimwengu mzima, hakuna damu rangi nyeupe. Sisi sote tuna damu rangi sawa, ndio rangi ya DNA na DNA yenyewe nasafirisha kumbukumbu kumbu toka vizazi hadi vizazi. Ukiangalia ukoo unaweza kuona tabia za koo, ukoo wao na tabia fulani, kabila hili linajulikana kwa tabia fulani. Mambo yale yote yanatembea kama wimbi linaloitwa wazo. Mawazo yanafanya mtu awe mtu katika dunia, mawazo yanamfanya mtu asiwe mtu katika dunia Ulivyo ndugu mtazamaji, ndivyo unavyowaza. Mawazo yanavyotembea kichwani mwako ndio ID ulio nayo. Kwa yuga ni pesi, uwezi ukawa majibu katika dunia usipokuwa na mawazo, na wazo thabiti. Na somo letu la mawazo, tuta explore terrain kwa upana wake, ili tupate majibu kuelewa. Leo hii tunasema Ibilisi, Shetani na kadhalika alivyomwangusha Adamu na Hawa, akuleta vitu, alileta wazo kinyume na maagizo aliyopewa. Wazo aliowaletea aliwaambia, kwamba aliwaudi kwanza maswali, ili apate wazo la kwao, kisha aletea kwake, akawambia amli matunda ya miti yote. Unaona, swali ni tricky, mbona tunakula matunda yote kasoro mti ulio kati ya bustani katikati kati. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mti wenyewe pia ulikuwa mti wa mawazo. Ujuzi wa mema. wa mema na mabaya ni mawazo mm. Ukijua unawaza mm. Ukitambua mema unatambua mabaya, unawaza kuwaza. Ndo kuwa Mwenyezi Mungu yuko tofauti kwa jinsi ya sequence ya mawazo mm. nyanza ya wazo, mawazo yake yanakwendaje? usipoelewa mawazo yako yanatembeaje kichwani mwako mm, hujaelewa wewe ni nani na unaishije. Mwanadamu yeyote ambaye ni maarufu ni yule ambaye anajulikana kama wazo. Mwanadamu yeyote mwenye umaarufu ambaye ni nyeti katika dunia hii anajulikana kwa wazo. Ukisema Microsoft unajua Bill Gates. Ukisema Bill Gates unadhani Microsoft ni mm. very simple. Ukisema Mohamed Ali unajua mm. box. Ukisema box hata ukiwataja watano mm. utamsahau Mohamed Ali ukijua mm. box. Ukitaja Mike Tyson watu wanajua tayari ni nani mm. walioshuhudia hata walio refer kwa historia. Ukisema mwalimu mm. Nyerere mm. Hutafikiria rais wa Tanzania, utajua baba wa taifa mm. na utajua ni Tanzania mwalimu mm. Nyerere. Ndugu mtazamaji, wewe ni wazo gani, mtu akiku akikuongelea mm? unadhani wazo gani linaweza lika surface? Ndipo hapo unaona watu wengi tunaanguka, tunafeli kuishi, kwa sababu hatujafikia hatua ya kuwa the sum of it. Hmm. Kuwa wazo thabiti katika ulimwengu huu. Mwenyezi Mungu amekuleta kwa kusudi maalum. Usipochangamkia wito wako utachangamkia visivyo stahiki, utaishi katika umati wa watu, utatoka jasho hadi mwisho wa maisha yako ndio utapooza. Lakini ukielewa wito wako kwa kudhibiti mtiririko wa mawazo moja kwa moja, mafanikio yako yatakuwa dhahiri. Utakuwa kama unaishi ndani ya AC maishani, no complaint, malalamiko, una mafanikio yako dhahiri. Wasioelewa kwa nini tuko hapa ni wengi mno kuliko wanaotambua, na wanaohangaika ni wengi zaidi, kwani upotoshaji ni mkubwa mno. Shetani tunayemwita Shetani, Ibilisi sio mpumbavu. Shetani ana, ana sifa za kipumbavu, ana sifa za kijinga. Shetani ana sifa za mwerevu. Mwerevu ni yule ambaye ana mbinu mbadala. Hadi katika sala kuu, Bwana Yesu alisema msalipo. Bwana Yesu tunayemkumbuka leo kwamba alizaliwa By the way, wanaosali sana ni Mafarisayo. mm. Anayemjua Mungu ananena kwa kumaanisha. Labda aimbe sana abudu sana lakini kusali sana mm. Kuombaomba sana hiyo ni mbinu tu. Mungu haelewi maneno mengi. Anaelewa maana. Bwana Yesu alisema msalipo mseme usitutie katika vishawishi, usitutie majaribuni. Kwa hiyo msaada ule unatoka kwa Mwenyezi Mungu kabisa, kisa shetani, tunayemwita shetani leo tunavyo misrepresent dunia hii, ambaye hata Mungu anamheshimu mm. Nakumbuka Ayubu alihadisia mm. kikao kilichokuwa mbinguni katika ufalme wa mbinguni kikao cha, ufa, cha, cha, cha serikali mm. ya ufalme ya mbingu alikuja, alikuwepo na Mungu aka engage talk, vipi, umezurura zurura? Umemwona Ayubu? Manake sisi hapa misrepresentation hii, kwa sababu mwanadamu, ndugu zangu, mawazo usipo ya master ipasavyo, usipotengeneza utayari wa kutiririka kwa mawazo, ndugu, utakuwa tayari kufight. Hadi kuna usemi unasemekana, ukitaka amani andaa vita. Unapanda vita, utavunaje amani? Kuna uwalimu mwingi mno mtaani kijanja. Mtu amejaa stress, yuko depressed na anawajaza wengine depression na stress zake. Tafsiri zako za maisha potofu unatengenezea somo, unaletea watu sija. Kuambia usifuate mafundisho na kushauri. Mwaka huu unaoanza 2023 tengeneza nyanja, mawazo yako yanapo flow, ya flow kwa uthabiti wake utaongelea magonjwa yasiyoeleweka. Utainjoi siku zako za kuishi. Utaondoka dunia hii bila kuleta kuacha masumbuko. Kwani sisi sote tulioko hapa, uwepo au la katika mwili, kinachokuwepo kuhusu wewe haswa ni wazo tu. Kuna watu washaondoka katika mwili miaka mingi mno, bado wapo, kwani tunawawaza. Watu walio hai tofauti, sio kwa sababu nawaona au la tofauti na, ni kwa sababu unawawaza. Kile unachokiwaza kipo. Kuna usemi wa falsafa ya kisayansi inayosema chochote ambacho mwanadamu anaweza kaimagine kipo, chochote kile kipo. Zamani watu walitumia telepathy kuwasiliana, kuwasilisha hisia, lakini leo kuna, kuna simu Simu inakuwepo leo, watu wanapiga simu. Waliokufa miaka elfu moja iliyopita wakifufuka leo wanakuta watu wanaongea na simu, watajua ulimwengu huu ni wa wachawi. Ni jambo ambalo halikuwezekana lakini kuna mtu aliwaza, kama ulivyo pale, nyumba ulikokaa, viti ulivyokalia, tv unaoangalia, rimoti unaotumia, sisi tuliokaa hapa studio Santa Claus niliyozungukwa nao, ah, my father Christmas kofi walioweka kichwani, mimi mwenyewe niliyokaa, yani, studio hii kudizainiwa kwa uzuri namna hii, studio ya chomoza Kadewe, ongereni sana. No, Thank you doc yeah. Yote haya ni mawazo ma ya watu. Glasi hii ni wazo, recorder ni wazo. Watu wengi wana, wanaweka wazo na dina lake Mtu anaitwa Toyota anaweka wazo jina lake, anaipa jina wazo lake, gari hilo liitwe Toyota, spare zake ziitwe Toyota. Ni wazo lakini ni mtu. Honda anaweka jina lake, anaweka jina lake kwa wazo, analibatiza wazo lake kwa jina. Kuna wengi waliweka majina yao katika mawazo yao na hata wale ambao wako hakuweka majina ya kuzaliwa madina ya unyama hmm. Vitu vyao viliwatambulisha, kwani Microsoft sio jina la Bill Gates hmm. Bill Gates aitwi la Microsoft, lakini ukisema Microsoft unamfikiria Bill Gates. Ndugu mtazamaji, ibilisi sio mpumbavu, sio mjinga wa kumpeleka kama tunavyokwenda leo. Sana imezidi leo, dunia hii tumepotea kupitiliza. Kwa ni misingi yetu ilikuwa mibovu. Waliotuletea dini kwa mfano walikuja kututawala. Wanaleta dini ili tuwatii zaidi. Tuwe subjugated. Kumbe maisha inabidi uwe subjective. Katika somo hili, tutajifunza namna ya kuwa subjective ili uweze kusubjugate. Subjugation ni zao la yule anaye enjoy subjugation utawala wa wengine ni yule ambaye yuko subjective, ambaye ni mimi. Tutaelewa tofauti kati ya mimi na mie. Tutaelewa mawazo yanakujaje, yanatembeaje hadi ya kutufikia. Katika somo hili tutajifunza kuelewa kwamba mwili wako upo pale ambapo naupeleka, lakini sio lazima uwepo wewe. Mawazo yako yalipo ndipo ulipo wewe. Kwa hiyo kama ulivyo pale ndugu mtazamaji, kama tulivyo hapa studio, ulimwengu huu mzima ni mawazo tu, mm -hmm. Na mawazo yenyewe ndio yanayotembea. Mawazo ni vibration, ni mtetemo. <coughs> Mawazo ni mawimbi, yanatembea kuja kufikia sensa kuu, sayansi inaita kibiolojia brain signal, nao kuja pale EEG ambayo ni electroencephalogram inasoma signal hiyo kama electrical ni umeme unaoingia kuactivate vyote katika mwili. Pale tulipoweka mabano tumesisitiza kwamba shetani ili amwangushe mtu analeta wazo. Ili uanguke katika dunia hii utaangushwa na mawazo, ili usimame katika dunia hii utasimama kwa mawazo. Ukizungukwa na watu wat, wanadamu watu wote wanaokuzunguka Futa katika kichwa chako kwamba umezungukwa na watu, vyote vikuzungukavyo ni mawazo. Ukizunguka na mawazo hasi maisha yanakuwa hasi, ukizunguka na mawazo thabiti maisha yanakuwa thabiti. Na katika dunia kuna mawazo hasi na mawazo chanya, na mjumuiko wa mawazo hasi na chanya ndio thabiti. Mara nyingi tunakuwa na ubaguzi, tunachagua hasi au tunachagua chanya, hatufikirii uthabiti. Tunafeli kuwa wazo thabiti. Mawazo yanatuzingira. Unabadilisha biashara kulingana na mawazo yanavyokuja, unabadilisha fani kulingana na mawazo yanavyokuja. Vishawishi ni mawazo, kila kitu ni mawazo, pressure ni mawazo, lakini inaanza kwa mfumo wa digit, inakwenda kwa mfumo wa damu inakuja kama mawazo yasiyo na majibu, alafu mwisho wa siku damu inaanza kupokea signal kwamba mm, something is not right. Gari linavyotembea alitembei na mafuta tu, dereva naiendesha na iende, aitembei hivyo tu, control box ina play role katika hiyo gari. Kwa hiyo ni nyeti mno kujua kwamba hata mfumo wako wa mwili unategemea kwa asilimia kubwa mno system yako isiyoonekana kwa macho na hatua kuu ya kutambua ni mawazo, thoughts. Dini ni mawazo. mm -hmm. Waliotutangulia wanajua ushuhuda, walisema mawazo ya Mungu wanaweka kwenye vitabu, wanaweka kwenye Biblia, kwenye Qurani, kwenye Talmud, kwenye vitabu mbalimbali za kidini, wanasema ndo mawazo yenyewe haya. Kama concept sisi tunasoma yale na kama sheria na kadhalika wengine tunasimamia pia hiyo uh, kila weekend, kia uh, watu siku ya ibada tunachukua mawazo yale ndio tunawakilisha. Bahati mbaya pia kwa leo, watu wanachukua mawazo yale wanadumisha na ya kwao, kwa hiyo ujanja unakuwa mwingi, watu tunaongea kama kwa niaba ya Mungu. Ndugu, dunia hii tunazaliwa in solitary. tunakufa in solitary. meaning unazaliwa peke yako, utakufa peke yako. Kwa hiyo sidhani katika dunia hii tupo kwa Muse the gallery. We're not here kucheza. Yaani kuvaa mwili sio masiara. Kuna mawazo mengi mno hadi leo hayana mwili yanahangaika kama unavyoona kwenye ndoto. Yaani mawazo mengi mno hayana mwili yanapoyanga. Lakini wewe umepewa mwili, upo katika ulimwengu wa wenye mwili kabisa. Uwe makini kwa sababu mambo yote yanayotuzunguka ni mawazo mm -hmm. Na wengi tuna tunaazima mawazo ya wengine tunaona ni ya kwetu, tangia huyu mdogo, umebatizwa umefanyiwa seremoni ya kidini hadi unakuwa un, inakuwa sehemu ya maisha yako. Mtu akiongea kinyume tu unapinga vibaya mno. Mimi ninayeongea mbele yako hapa ni mwanafunzi mzuri wa Kristo Yesu, lakini sio mshabiki wake, najadiliana naye kama spirit kwa sababu hayupo tena katika mwili wa binadamu mm. Ina maana amebaki wazo, amebaki wimbi. Kwa hiyo naweza nikajadiliana naye, kwani sisi sote tunaishi kwa mawimbi yale tu. Bahari natuletea mawimbi yenyewe, na kwa taarifa yako, vyote vipo huko kwa asilimia kubwa. Ufunuo kumi na tatu huyo mnyama alipanda kutoka baharini, ili hadi nchi kavu. Kwa hiyo bahari ilivyofunika ardhi hatutaiongelea sasa hivi, tuweke tufunge tu pale. Hewa inaokuja kuto supply uwezo wa kupumua na kuishi aidi, hewa tu nasafirisha vyote vilivyo hewa, vyote hewani anasema peponi. Kwa hiyo tuwe uh, uh, serene a bit, kwa sababu mimi simshabikii Kristo mtu akimpinga na hoja nachukua hoja hiyo na analyze, anaweza kawa right hapo, na muhoji muhusika mkuu, badala ya kuona kwamba mi nimeshamezeshwa vitu, natetea kitu ambacho kilivyoanza sikuwepo. Ndugu zangu, utakuta watu wanafanya majadiliano ya dini ambayo ikuanza ukuwepo. mm -hmm. Mambo yote unayotetea uliambiwa, ama ulisoma au kuwepo au kushuhudia au mm -hmm. Mwanadamu, inabidi uwe na uwezo wa kuunlearn ili mawazo yako yawe na wepesi wa kukop na kuadapt, ili uende kama leo na sasa. mm -hmm. Gabriel alipokuja Mungu alikuja na ujumbe kwa Maria na kina Josefu. mm -hmm. Yesu ataitwa nani kabla hajazaliwa, kabla hajawa conceived na wazo lile kabla lijaanza? mm -hmm. na wazo lilivyoanza aliitwa kwa jina la wazo mwokozi yahoshua mm -hmm. mwokozi mm -hmm. na aliishi hivyo akatekeleza hivyo hadi amekufa hivyo amefufuka mm -hmm. hivyo kanyakuliwa hivyo hadi leo anatambulika kwa wazo lile lile ndio maana hakuna sehemu yesu alilalamika hadi <laughs> msalabani walikuwa nampiga msumari aijaandikwa kwamba yesu kalia mno kaumia vibaya mno damu ilivyokuwa natoka hapo au utasikia Yesu nasema, yani nini, mnaninyanyasa namna hii? Eh, <laughs> ngoja <Nini? laughs> e, nifufuke, mtaona <laughs> lakini leo tunalalamika. Ukiona mtu analalamika mm. yuko nje ya wazo mm. tutajifunza mambo mengi hapa brother. mm. ukiwa katika wazo kijina ningine unaita ni kusudi mm. ukiwa mm. ndani ya wazo hilo mm. wazo la kwako mm. kuzaliwa mm. moja kwa moja utasoma tranquility amani utulivu ule. Kama samaki wazo la samaki ni majini, ukimtoa nje ya maji unaweka nchi kavu, sio wazo lake, utaona atakavyoanza kuangaika, hata anatapatapa, alafu ukimwachia uki anapoteza maisha. Dunia hii tunapozaliwa tunafundishwa survival ndipo hapo mawazo yetu yanapoondokea, hata hmm. Mfumo wa elimu. Ndio maana curriculum yetu ya Afrika, ndugu mtazamaji, inabidi tureview faster. Sasa sisi hapa pia tunakuwa watu wa kuiga wazungu tu, tunaiga mbali hadi leo. Tulitaka uhuru, lakini kujiendesha hatuwezi hmm. Kwa hiyo inabidi tuamke wepesi, kwani wenye akili ni wengi mno sasa hivi Afrika hmm. Lakini akili haitumiki kwa sababu haaminiki. Umeona hmm. Tunaamini mawazo mengine tu hmm. mengineyo you see now, utakuta mtoto akiwa mdogo inabidi umstudy. Akiwa mdogo mtoto kama mnyama anaashiria interest yake iko wapi, mm -hmm. kwa sababu so, maisha ni mambo matatu makuu, kuna interest, approval na agreement. Unaleta kinyume chake disinterest, disapproval na disagreement hivyo vyote ukivya assess ipasavyo, umeshapata maisha yakoje, definition yake. Sasa sisi hatuangalii mambo yale, tutajifunza pia hapa, kwa sababu tutaelewa sisi ni nani haswa, mwanadamu ni nani katika mwili huu. Mm. malizia daktari. Asante referee. Mm. malizia, yani wewe utabadilika nini? <laughs> okay, <tu, tu>. mawazo. <laughs> Mwazo lake ni kufuatilia watu <laughs> <laughs> wa watazamaji <laughs> washamjua e, kwamba huyu wazo lake ni kukatisha kukatisha. Na uzuri, endelea hapo hapo, eh, ifahamike kwamba yeye ni kukatisha referee, kama mbovu mwokozi asomekane hivyo, mimi nikatishaje? Eh, nikatisha, jamani watakuja kuandika kibao kule chini. Usiseme hivyo ndugu mtazamaji. Watu wengi <clears throat> hatuishi mawazo yetu, na ili usome vyema kama wewe katika mawazo yako mm. Watu wengine unafanya biashara unapata hela eh, ile ni survival. Tunapoongelea biashara unazofanya unapata pesa, uhali gani mm? Wewe kama wewe, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu nafiki, tunavaa nguo, kila mwanadamu ni mnafiki mm. Unaficha nini? Sisi sote ni wanafiki, lakini wewe mwenyewe ukiwa peke yako chumbani ndio wewe haswa mm. Ukiwa peke yako unaendesha gari, mawazo yanavyotembea ndani mwako ndio wewe haswa. Ndipo hapo unapoona mtu mlikuwa naye vizuri, anakula vizuri, mnaongea vizuri eti aliingia chumbani, kaanguka, amekufa. Mwanadamu siri, ndugu zangu. Lakini uwe honest na wewe tulishaisema, ukweli, honesty sio kwa watu, mkweli ni kwake, uwe mkweli na wewe mwenyewe. Tumefika mwisho kwa leo, tunawatakia Merry Christmas na Happy New Year in advance. Siku za mwisho hiyo Usiwe na mawazo yanayoenea kwamba mwisho wa mwaka ni siku hatari, ni siku mbaya. Unajuaje kwamba ni mwisho wa mwaka? Kwa sababu na mawazo unakumbuka. Ungesahau usingejua ni siku zipi hizi. Kwa hiyo ni siku kama siku zote. Tumefika mwisho kwa leo, mtuombee na sisi, Bwana atuwezeshe kwani pasipo yeye hatuwezi, ili tulete ujumbe kwa usawa wa mapenzi yake kama malaika wanavyoleta, badala ya kuleta madoido ya kwetu yasiyojenga na kuzidi kupotosha waliopotea tayari, tuwapenda daima. E Bwana Mungu, ibariki mm. Tanzania, bariki uongozi wetu wote, amani idumu mm. mm. mwaka ufungwe vizuri mm. na mafanikio thabiti mwakani, tuwasema asante kwa amani yako na upendo wako juu ya Tanzania, East Africa nzima na mm. komuniti yetu asante kwa baraka zako kwa Afrika nzima kwa ulimwengu wote, na amani yako kudumishwa na viongozi kusoma usawa wa mapenzi yako bila ubinafsi wala upendeleo. Bwana Mungu bariki Klaus Media Family na uongozi wetu wote. Mungu bariki Chomoza na uongozi wetu wote. Mungu akubariki ndugu mtazamaji mpendwa na wakwako wote. See you next Sunday, God willing We love you Merry Christmas to you and to yours and Happy New Year in advance thank you asante sana Dr. Elie lakini asante sana mzee? Shetani mzee tutarejea tu baada ya burudani moja hapa